Utu na mawasiliano yenye uwajibikaji na yenye, unasema tunasonga mbele eh? <laughs> utu na mawasiliano yenye uwajibikaji. Ay, asante na si tunaishi umomo, au sio au mnasemaje? Asante sana Mheshimiwa Katibu Mkuu kiongozi, awali ya yote naomba kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya njema. Tumekutana hapa leo asubuhi kwa ajili ya kikao kazi kitakachofanyika kwa siku mbili kikiwashirikisha maafisa habari walioko mbele yako. Ni maafisa habari, tutakuwa na maafisa habari takribani 500 ni kati ya maafisa habari zaidi ya 800 tulionao e, ndani ya serikali, kwa maana ya serikali kuu na serikali za mitaa. Naomba katika hatua ya pili kukushukuru wewe kwanza kwa kukubali kuja kutufungulia kikao kazi chetu. Ni baraka za pekee na tumshukuru sana Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi, tumshukuru kwa makofi mengi sana. Tunatambua jitihada zako nyingi za kuhakikisha kada hii inashamiri, na sisi Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ambao ndio tunasimamia sekta hii ya habari, tunaona kazi kubwa inayofanyika sekta hii ama kada hii ilivyokuwa miaka mi, miaka kumi iliyopita na sasa ni tofauti sana. Tumeanza kuona msisitizo mkubwa ukija kwetu ili tuweze kufanya kazi nzuri na za kimkakati. Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi, pia naomba kuchukua nafasi hii kumshukuru mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu na mshauri wa Rais masuala ya habari kwa kuja na wazo la kuwa na kikao kazi kitakachotukutanisha maafisa habari na ofisi ya Rais Ikulu, kwa sababu sisi ni watu tunaofanya kazi pamoja na sisi chini ya wizara ya habari uh, utamaduni, sanaa na michezo, kupitia idara ya habari maelezo, tumekuwa na utaratibu wa vikao kazi vya maafisa habari hawa kila mwaka mwaka, jana, mwaka huu tulifanya Zanzibar na mwakani tutafanya Njombe. Tunazunguka mikoani, tunakutana maafisa habari wa nchi nzima. Pamoja na mambo mengine, tunapeana mafunzo mbalimbali, miongozo, tunapimana kazi tunazofanya kwa mwaka mzima na kupeana maelekezo mbalimbali, lakini tumekosa kikao kazi hiki cha kukutana na ofisi ya rais kwao. Tunawashukuru sana, tunakushukuru sana wewe kwanza, katibu mkuu kiongozi, lakini eh, kurugenzi ya mawasiliano ya Ikulu kwa kuona umuhimu wa ku, kuunganisha yale tunayoyafanya na kazi inayofanywa na, na kurugenzi ya mawasiliano ya rais Ikulu. Naomba kuchukua nafasi hii pia kuwashukuru maafisa habari wote. E, ambao ndio jeshi la serikali katika masuala ya habari. E, tunazo changamoto lakini kwa kweli pamoja na changamoto hawajaacha kufanya kazi. Kama kuna visibility na onekana ya serikali basi jeshi linalofanya kazi hiyo, Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi, ndio hili hapa, na wanafanya kazi nzuri. Tutakuwa tuna mambo mawili matatu ya, ku, ya kuboresha, lakini kazi zinafanyika. Halikadhalika Idara ya Habari Maelezo, Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi, hiyo ndio inayofanya kazi ya uratibu wa vitengo vyote vya mawasiliano serikalini. Kwa hivyo maafisa habari hawa wote wanaratibiwa na idara ya habari maelezo, na tumekuwa na utaratibu wa kupima kazi zetu, kupeana majukumu tunapokuwa na majukumu ya kitaifa, tunapokuwa na majukumu ya kikanda, ya kisekta. Uh, idara ya habari maelezo inaratibu ziara za viongozi na matukio mengine mengi ya kitaifa, lakini kwa sehemu kubwa wanaotumika ni hawa maafisa habari. Mwisho, naomba ni kuhakikishie kwamba maafisa habari wako tayari kufanya kazi na wako tayari kupokea maelekezo yako kwenye kikao hiki cha leo, lakini pia mafunzo tutakayoyapata kutoka kwenye kikao hiki yatakwenda kutuongezea uh, nguvu zaidi na maarifa ya namna ya kutekeleza majukumu yetu. Baada ya kusema hayo, naomba kukabidhi. Asante sana.